Naambia serikali atuangalie aangalie na wale, ili asitugandamise na sisi sana, kwa maana wale wanatugandamisa hawa wanaetoa hii chakula halafu na wafuda, bei, bei bei bei bei mbaya sana. Si wakulima tulikuwa tunaotesha ngano ya chakula kuanzia mwezi wa nne. Changamoto ambayo tunapata tunaotesha ngano ya chakula tunakosa watu ya kuhusia. Uh, tunawambia wakulima kwamba changamoto ya upatikanaji wa mbegu bora ilikuwa labda hapo awali, lakini sisi tutawasiliana na maafisa kilimo wa wilaya ambao wamekuja hapa. Tuna wataalamu wengine wa kilimo wametoka Monduli, watakuwepo hapa. Kwa hiyo mbegu, kwa upande wetu sisi, sio changamoto. Upande wa changamoto labda ilikuwa ni namna gani ya kutoa mbegu TARI Seliani kufika hapa Monduli, lakini wakati huu tukiwa linki vizuri na maafisa maafisa kilimo wa wilaya pamoja na wadau wengine waliofika mahali hapa mbegu zitapatikana. Wakati mwingine inakuwa ni suala la kukosekana kwa taarifa sahihi kwamba ni wapi mbegu inapatikana na mbegu gani ipo inauzwaje. Kwa hiyo uh, sasa hivi tunayo mawasiliano ya kutosha kabisa na wataalamu wetu wa kilimo kutoka ngazi ya wilaya, na kama ambavyo inajulikana kwa sasa hivi, pia serikali imekuwa ikiwasaidia uh, wakulima kwenye zao la ngano kupata mbegu kwa mbegu ambazo zimeingizwa kwenye mfumo wa ruzuku. Kwa hiyo sisi tunawasia tuna, tunashirikiana kwenye uzalishaji sisi pamoja na wakala wa mbegu za kilimo, hasa kuhakikisha kwamba mbegu zinazalishwa za kutosha, zinaweza kufika kwenye halmashauri za wilaya ambazo zinazalisha ngano, na wenyewe wanaweza kuhakikisha kwamba wakulima wanapata sasa ngano kwa bei ya ruzuku. Cha muhimu, naomba wakulima wetu wazingatie ubora wa zao hili la ngano walime kwa ubora wakitumia mbegu bora, lakini pia katika kuvuna wavune kisasa ili ngano yao iweze kuwa safi ili wanapoipeleka sokoni iweze kuchukuliwa.